Unajua tu leo hali vile sasa. Yani hali imekaa mbaya sasa hizi, hali si hali yani, umesota unasota paka sasa, mimi nikawa tu nimetulia. Nikaona dogi ya home, ya home imekaa. Ilikuwa imezaa, ikanyonyesha watu wao hii, ikanyonyesha na imeshiba nikashindwa. Ai, kwani dogi nayo imeshiba aje? Ai, imeshiba sana. Ikanyonyesha, ikanyonyesha. Nikaona tu, hii dogi bana nayo kwani leo. Ikwangi hivi. Watoto hii wamenyonya mpaka wengine wanaocheza chezea cheze, tu sasa, nyonyaza za nyonya za dogi. Eh hey, mimi nikaangalia bwana eh hey, hii nikakuja na kanjagi kanjagi tu <coughs> nusu lita hivi. Hata ilikuwa lita moja, <coughs> ilikuwa lita, ilikuwa lita full hivi, jug lita. Mimi nikaanza kuka, nikakamua, nikakamua, nikakamua, nikakamua we. Hey, sikuamini, yaani kama sio bosketu kuzaa. Hii wiki tena singe kunywa chai ya maziwa yaani, we bana, imeniokolea ai, imenyokolea hii imenyo, wiki singa kabila kunywa chai ya maziwa so, kama sio bosketu kuza ha. I maziwa unasemanga ya ngamia mara nini ha? maziwa ni ya dogi.